Nayo kamati ya uteuzi wa makamishna wa IEBC inakamilisha mahojiano na wawaniaji wa nafasi hiyo hii leo ambapo watu watano watahojiwa, akiwemo aliyekuwa naibu waziri katika wizara ya elimu Hassan Noor Hassan watakamilisha vikao hivyo. Kamati hiyo kisha itafanya mkutano wa faragha na kuandaa ripoti yake kisha kuwasilisha majina ya watu wawili watakaopendekezwa kwa nafasi ya mwenyekiti wa IEBC na majina tisa ya wanaopendekezwa kwa nafasi za makamishna. Rais Ruto atateua mwenyekiti mmoja na makamishina sita kutoka kwenye orodha hiyo.